Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 4 Februari tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya mtakatifu Yohane wa Brito, padre na mfiadini, na pia maisha ya mtakatifu Gilbeti, padre na mwanzilishi wa shirika. Yohane wa Brito alizaliwa mnamo mwaka 1647 huko nchini Ureno katika familia tajiri ya kifalme. Baba yake aliyeitwa Don Pedro wa pili alikuwa mfalme wa Ureno. Yohane, akiwa bado mtoto, aliugua sana hata mama yake akasali kwa maombezi ya Mtakatifu Fransisko Ksaveri kuomba neema ya uponyaji na kumkabidhi mtoto wake kwake. Yohane akapona na mama yake akamvisha vazi ambalo zamani mapadre Majesuiti walivaa. Moyo wake Yohane uliwaka tamaa ya kutaka kufanana na Mtakatifu Fransisko Ksaveri yaani kuvaa kanzu kama yake, kuwa misionari na kuyatolea maisha yake kuwaongoa wapagani. Yohane alijiunga na shirika la Majesuiti akiwa na umri wa miaka kumi na mitano tu. Alifaulu sana katika masomo yake hivi kwamba baada tu ya kupewa daraja la upadre, jitihada zilifanyika ili abaki Ureno. Hata hivyo, mnamo mwaka 1673 kwa neema ya Mungu alitumwa kwenda Goa pamoja na wamisionari majesuiti wenzake wapatao kumi na sita. Karibu maisha yake yote alifanya kazi ya umisionari akipambana na magumu na vikwazo vingi kutoka kule Goa. Mama yake alipoarifiwa kuwa Yohane anakwenda kwa utume wa kimisionari India, alifanya kila aliloweza kuzuia asiondoke nchini Ureno. Alikwenda hata kwa barozi wa Papa ili amzuie mwanae asiende kwa kazi ya umisionari, lakini Yohane alisema Mungu aliyeniita kutoka katika malimwengu na kuingia katika utawa sasa ameniita kutoka Ureno kwenda India. Kule India, Yohane alikuwa kiongozi wa misheni ya Madura. Alitembea kwa miguu akihubiri. Waliofanya kazi pamoja naye walisema kuwa Yohane alikuwa mtu jasiri sana, mtu wa ibada na aliishi maisha ya kujitesa na alifanikiwa kuwaongoa watu wengi sana. Kwa miaka kumi na minne alifanya kazi ngumu ya kuhubiri akiongoa watu na kuwabatiza, akipata upinzani na madhulumu mengi. Alikamatwa na wapagani wakamtesa na karibu wamuue, na wakamfukuza nchini India. Alilazimika kurudi Ureno mnamo mwaka 1683, lakini Yohane alifanya juu chini kuondoa kila pingamizi na kurudi India na kuendelea na utume wake mwaka 1691 kama Yohane Mbatizaji. Mtakatifu Yohane wa Brito alikufa shahidi mnamo tarehe 4 mwezi Februari mwaka 1693 kwa kukatwa kichwa, baada ya kukamatwa na kuteswa sana gerezani. Yohane alizoea kumwambia mkuu wake wa shirika ya kuwa anasubiri kwa uvumilivu taji ya kifo dini, na jambo hili limekuwa daima sala yake. Wakati habari za kuuawa kwake zilipomfikia mfalme Pedro wa Lisboni aliamuru ifanyike ibada ya shukrani ambapo mama yake alishiriki akivalia sio mavazi ya kuomboleza bali gauni la sikukuu. Yohane wa Brito alitangazwa mtakatifu mnamo mwaka 1947 na, na Papa Pio wa kumi na mbili. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya mtakatifu Yohane wa Brito, padre na mfiadini. Kutoitikia wito ulioitwa na Mungu ni kwenda kinyume na haki ya Mungu. Mtakatifu Gilbeti alizaliwa mji wa Sempringham nchini Uingereza nyakati za mwisho za utawala wa mfalme William. Alikuwa mtoto wa Joselini ambaye alikuwa mkuu wa mji wa Sempringhamu. Joselini alimpeleka mwanaye Gilbeti kusoma mjini Paris nchini Ufaransa. Gilbeti alifaulu vizuri masomo yake na aliporudi Uingereza, alianzisha shule mjini Sempringhamu. Aliwalea na kuwafundisha watoto waliotoka familia maskini jinsi ya kupata utakatifu. Muda si mrefu, baba yake alimgawia urithi wa mashamba yake mawili kule Sempringham. Gilbeti aligawa sehemu ya urithi ule kwa maskini, na kwa vile aliishi kwa bidii fadhila za Kikristo, Askofu wa Lisbon alivutwa naye na kumpa upadre ingawa Gilbeti mwenyewe hakupenda sana. Baba yake mzazi alipofariki dunia mnamo mwaka 1130, Gilbeti aliondoka katika jumba la askofu akaanza kuutumia urithi uliobaki alioachiwa na baba yake. Alianzisha monasteri mbili, moja ilikuwa ya masista waliofuata kanuni ya Mtakatifu Benediktini na nyingine ilikuwa ya wanaume waliojiita wa Gilbeti waliofuata kanuni ya Mtakatifu Agustino. Watawa hawa wa kiume walidumu mpaka wakati Mfalme Henriko wa nane alipojitenga na Kanisa Katoliki. Mpaka wakati huo kulikuwa na monasteri ishirini na sita za Wagilbeti. Mtakatifu Gilbeti alipata changamoto nyingi. Watawa wake wa kiume walimshtaki mara kadhaa kwa Papa. Wakati mwingine alishtakiwa kwa kutoa msaada kwa mtakatifu Toma wa Beketi aliyekuwa uhamishoni. Mashtaka haya hayakuwa na ukweli. hata hivyo Alifungwa gerezani kwa sababu hiyo. Baadaye alitofautiana na baadhi ya viongozi wa shirika lake alilolianzisha na hatimaye alifaulu kujiondoa kwenye uongozi na kuishi tu maisha ya kawaida kwenye jumuiya. Moja ya desturi zake ilikuwa kuweka mezani pake sahani aliyoiita sahani ya Bwana Yesu ambamo waliweka sehemu nzuri zaidi ya chakula chake kwa ajili ya masikini. Mtakatifu Gilbeti alikufa mnamo mwaka 1190, akiwa na umri wa miaka mia moja na nne. Aliacha wasia kwa shirika lake litoe misaada mingi kwa watu maskini na wenye ukoma. Alitangazwa kuwa mtakatifu mnamo mwaka elfu moja mia mbili na mbili. Itukuzwe Damu ya Kristo! Milele Amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Gilbeti, padre na mwanzilishi wa shirika. Heri ninyi watakapo washutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Rejea Injili ya Mtakatifu Matayo sura ya tano aya ya 11 hadi ya 12. Watakatifu wengine tarehe nne Februari: mtakatifu Rabanus; watakatifu Fileas askofu na Filoromus jemadari wafiadini wa Misri; mtakatifu Yohane wa Brito padre na mfiadini; na mtakatifu Gilbeti padre na mwanzilishi wa shirika. Mtuombee.